Asalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatu. Shikamuu mama, shikamu Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Mama wangu, nimekuja mbele yako. Mimi kwa majina naitwa Mwanaisha Isaac Msekiwa. Mama ni kutokea Bukoba, ni mkazi wa Bukoba. Mimi ni mama wake na Jenifa Jo Bili Kuija almaarufu Niffer. Mama nimekuja mbele yako kuomba msamaha kwa ajili ya makosa aliyotenda binti yangu. Binafsi mwenyewe sikuyapenda mama, ndio maana nimekuja mbele yako kumwombea msamaha, lakini pia najiombea na mimi na familia nzima. Nimeagizwa na familia nzima nije kuomba mama. Mwanangu nitegemezi katika familia yetu mama hatuna wa kumtegemea zaidi ya Nifa mama. Nifa ni mtoto mzuri tu, wengi mnamjua wa Tanzania, naomba mniombe msamaha kwa binti yangu. Sijui imekuwaje ametetereka, na mwana mwanangu anakupenda sana. Mwaka jana tu ameanzisha challenge ya Samia Suluhu suti na ikawa imekubalika sana. Ewe yote ni kuonekana ni jinsi gani anakupenda na kukurespecti kama Mheshimiwa Rais wetu. Namtegemea mwanangu mama. Unamtegemea wadogo zake wanasoma. Mimi sina kazi, sina kupoa hela popote. Mimi ni mgonjwa na umo mama. Tegemezi langu ni mwanangu. Ndugu zangu wa Tanzania naomba. Naomba mniombe msamaha wa mitangu. Niombe msamaha kwa Mheshimiwa Rais ndugu zangu. Amekosea, anatambua makosa yake, naomba mnisamee. Naomba mniombe msamaha na mimi pamoja na familia nzima. Nimeagizwa na familia nzima mama, tunaomba huruma yako mama. Sina popote pakwenda, sina msaada zaidi yako wewe mama. Tunakutegemea tu wewe tu, hamna yoyote kumtegemea zaidi yako mama. Hatuna pa kutoa msaada mama Samia, naomba utusaidie mama. Naomba naomba ni msameni fana kosa, anatambua makosa yake, naomba utusamee mama. Naomba msamaha wa binti yangu.